Ukiwa na kinga bora, utaepusha kutumia pesa nyingi hospitali. Kwa maana ya kwamba kama kinga yako itakuwa vizuri, basi hautokuwa unaumwa mara kwa mara kwenda hospitali, wala hautohitajika kwenda hospitali mara kwa mara, kwa sababu unaweza ukaenda hospitali mara mbili au mara tatu kwa mwaka, kwa mwaka, wakati kama ungekuwa na kinga dhaifu ungejikuta unaenda muda mrefu sana. Ndiyo maana hata watu wazima au wazee ambao kinga zao ziko chini hata ukienda kwenye bima wanaweka e, pesa nyingi, yaani kwamba mtu ambaye ni mzee utaambiwa bima yake ni kubwa, yani pesa ya bima ni kubwa kuliko mtu ambaye ni kawaida. Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu wanaamini kabisa mtu anapokuwa mtu mzima, umri umeenda, kinga ya mwili inakuwa imeshuka, magonjwa yanakuwa kila siku, leo anauma mgongo, kesho anauma sijui, m, nini? kesho kutwa anauma miguu, yaani magonjwa ni kila siku, kwa hiyo kama wewe utaamua kuwekeza sasa hivi kwenye virutubisho, kwenye kubadilisha mlo, kwenye kubadilisha maisha yako, kwenye kula vitu vya asili, itakusaidia kuto kwenda mahospitali kila siku, itakusaidia kuto kupoteza pesa nyingi mahospitali, lakini pia itakusaidia kuweka mwili wako ukiwa vizuri. Kwa jukumu ni lako wewe hapo, kama unaamua kuwekeza leo kwenye afya yako au unataka usubirie utawekeza pesa huko hospitali, maamuzi ni yako wewe. Lakini mimi nachotaka kukuusia ni kwamba pandisha kinga zako za mwili leo, ili kinga ziweze kulinda kesho.